Mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani, huu ni wasaa mwingine tena ambapo tunakutana tena hapa hapa ili kuweza kuhabarishana habari na matukio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na mwanzoni kwetu tumefikiwa na habari inayohusu tangazo la nafasi ya kazi katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza nafasi ya kazi katika nafasi mbalimbali. Tuwe pamoja nami mwanzo hadi mwisho ili tuangazie ni nafasi zipi za kazi zilizotolewa katika tume ya uchaguzi. Kabla hatujakwenda mbali zaidi, naomba nikukumbushe tu ya kwamba kama umepata nafasi ya kutazama breaking news ya tangazo mwanzo wa video hii basi nakuomba usipuuzie hiyo breaking news hata kidogo. Hilo ni eneo lenye ukubwa wa hali ya juu, linauzwa kwa bei sawa na bure. Eneo lina sifa zote, lipo karibu na ziwa, lakini pia limepakana na jeshi la JWTZ, kumaanisha kwamba usalama upo wa kutosha. Hata ukinunua basi unakuwa na uhakika na amani. Hakikisha ya kwamba unapiga simu ili upate kununua eneo hilo ambalo ni zaidi ya kubwa. Ujipatie ardhi kwa bei ya kitonga. Eneo hilo linauzwa lipo mkoa wa Mara, Musoma. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0688022972. Nafasi za kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tangazo la nafasi ya kazi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inatarajia kuendesha uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani kwa Tanzania Bara mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika kutekeleza jukumu hilo, tume inatangaza nafasi za kazi ili kupata watendaji watakaosimamia zoezi hilo kwa Tanzania Zanzibar. Kazi hizo ni zifuatazo: moja, mratibu wa uchaguzi, nafasi moja ya Unguja na nafasi moja Pemba. Majukumu yake moja, kuratibu habari na taarifa mbalimbali za uchaguzi. Mbili, kuratibu patikanaji wa vifaa na nyenzo zinazohitajika katika kufanikisha uchaguzi. Tatu, kuwa kiungo kati ya tume watendaji wa shughuli za uchaguzi katika wilaya au majimbo na wadau. Nne, kushirikiana na kushauriana na wasimamizi wa uchaguzi waliopo katika eneo lake. Sifa za mratibu wa uchaguzi: moja, awe raia wa Tanzania. Mbili, awe mtumishi wa umma. Tatu, awe na shahada au stashahada ya juu au stashahada katika fani yoyote. Nne, awe mwadilifu na mwaminifu. Tano, awe mkazi wa eneo husika, Pemba au Unguja. Sita, awe tayari kujituma na kuweza kufanya kazi bila kusimamiwa kwa karibu. Saba, awe na uzoefu katika masuala ya uchaguzi au uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Nane, awe hajawahi kutiwa hatiani katika shauri la nidhamu au kosa lolote la jinai au kuadhibiwa kwa, kwa kifungo kinachozidi miezi sita. Tisa, hajawahi kuwa kiongozi wa chama cha siasa. Nafasi ya pili, uchaguzi, nafasi ya pili, msimamizi wa uchaguzi, moja kwa kila wilaya. Majukumu yake: Moja, kuratibu na kusimamia shughuli za uchaguzi katika wilaya yake. Mbili, kusimamia na kufuatilia utendaji kazi wa watendaji wa uchaguzi waliyo chini yake. Tatu, kutunza vifaa vya uchaguzi katika wilaya husika. Nne, kusimamia matumizi ya fedha za uchaguzi. Tano, kushirikiana na kushauriana na mratibu wa uchaguzi katika kuleta ufanisi kwenye shughuli za uchaguzi. Sita, kutoa taarifa mwenendo wa hatua za uchaguzi kwa kuzingatia maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sifa za msimamizi wa uchaguzi. Moja, awe raia wa Tanzania. Mbili, awe mtumishi wa umma. Tatu, awe na shahada au stashahada ya juu au stashahada katika fani yoyote. Nne, awe mwadilifu na mwaminifu. Tano, awe tayari kujituma na kuweza kufanya kazi bila usimamizi wa karibu. Sita, awe na uzoefu katika masuala ya uchaguzi au uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Saba, awe hajawahi kutiwa hatiani katika shauri la nidhamu au kosa lolote la jinai na kuadhibiwa kwa kifungo kinachozidi miezi sita. Nane, hajawahi kuwa kiongozi wa chama cha siasa. Nafasi ya tatu, msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo. Nafasi tatu kwa kila jimbo. Majukumu yake. Moja, kuwa kiongozi kati ya jimbo na wilaya. Mbili, kusimamia shughuli zote za uchaguzi katika jimbo husika. Tatu, kumsaidia msimamizi wa uchaguzi katika masuala yote ya uchaguzi. Sifa za msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo. Moja, awe raia wa Tanzania. Mbili, awe ni mtumishi wa umma. Tatu, awe na shahada au stashahada ya juu au stashahada katika fani yoyote. Nne, awe tayari kujituma na kuweza kufanya kazi bila usimamizi wa karibu. Tano, awe na uzoefu katika masuala ya uchaguzi au uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sita, awe mwadilifu na mwaminifu. Saba, awe hajawahi kutiwa hatiani katika shauli la nidhamu au kosa lolote la jinai na kuadhibiwa kwa kifungo kinachozidi miezi sita. Nane, hajawahi kuwa kiongozi wa chama cha siasa. Kila mwombaji katika nafasi husika ainishe nafasi anayoiomba, akitaja wilaya au jimbo analotaka kufanyia kazi, na ambatanisha vyeti vya elimu pamoja na maelekezo ya taarifa binafsi CV. Maombi hayo yatapokolewa kuanzia tarehe 3 Aprili 2025 hadi tarehe 23 Aprili 2025 saa 9:30 alasiri barua zote zielekezwe kwa mkurugenzi wa uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ofisi ya Zanzibar, mtaa wa Maisala, S.L.P 4670 Zanzibar. Muhimu: maombi yote yatapokelewa katika ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi zilizopo Maisala kwa upande wa Unguja na Chake Chake, mtaa wa Miembeni kwa upande wa Pemba. Limetolewa tarehe 3 Aprili 2025 na, na mkurugenzi wa uchaguzi.